Wewe uko M23. Ndio niko M23. Na huko natumika na M23. Rudia ile mpaka saa hii. Surudia kwanza mgizo ulisema. Ndio mie niko, niko M23. Me siko na situmike naozinashu walinistope munivou ya nini nivou ya, ya pale pale kuna niju? Bar Bar Bar barieri bali yeah. Wengine njoo wakafaa nini njo wakaenda. Sasa ulitoka Kasindi na huko mumisiwa M23? Hapana.

Donc, iz ulika muespionage na neema ya M23 tu alikuta kuingiza tena aa Kasindi. Neema mkanda, unapasha tusaidia anakuwa kapa Mbutembo ama iko Kasindi. Na ndio jina ya Facebook. Yeah. Yeah. Sasa ulitoka Kasindi. Mm. Ulikuwa uko na telefone ama na haona? Sasa nilifika, sasa nilifika Kasindi. Mm. Sikuwa ka na yo telefoni. Ni yo, yote nilikuwa nayo. Ile voyage yote nilifanya si na telefoni. Si telefone nilikuwa ni nayo, ilikuwa ka ka iPhone ka chini sana. E, Ikara yote fa ni ni. Yeah. Alors, si kwa fani karibika. Yeah. Alors, sikupata tena wakati wa kufanya nini? Ya kutengeneza jua kosa, ya kosa la. Jo nikaenda, vile nikaenda ni nika mbio haraka kwa ngalaka kama ndonana na neema mikanda. Miko, na nita, tufanye, nini? Fanye. Kazi kwanza hata nitafutia kazi nini ya vile mimi yenye alinitia kwanza ni ile espionage. Alo. Ile espionage sasa nifika pale njoo akafanya nini aka akakosa sima nitoka. Atukupua. Na mimi na sasa tena sasa nilienda sasa nikaenda kama ta gari sasa pale kwa ile shofu. Kama njoo alibatumaka sasa sitajua. Unasikia sasa la vile. Sijua kama sasa alibatumaka. Shuhuni sasa tulinyata hivi mgari wakanifikisha kwa ile gana nasema mbona mimi naenda kutembo niangalie rafiki yangu mwenye jina yake Prince. Prince ni wa Butembo. Eh, ni wa Butembo. Nani? Nifanye gani? Aliniambia tu ni kifika parking. Parking yote. Ava Saul toka nani na ule taxi man yeye anapia na babeba. Mm. Ngelifikia ka wapi mwa Butembo? Mimi kusema kweli, Mwa Butembo ningefika ka niona kana ule Prince. Njoo rafiki yangu; tena nyenye mwenyewe angefaka nini ndio mwenye angelebasa.

shofere tukemnasa yeah. Unaushambanako sura am mi najua surake juu njo lulukia mumikono ya shofere. Hey. Nde shofere saangelikuikarisha njo unaweza kutumika ile kazi yenu, ndio iko sana mutumaka ni niule neema juu ni neema, hey, neema, minilifikaka tu hivi, mi ningia mugari, tunashuka kushuka hivi nikaona tu direktema palepale pale kubariere. Eh, pale kubariere wanafanya nini?